Leo nataka tuweze kuweka wazi kitu ambacho watu wengi wamekuwa wakichanganya. Graphic designer ni nani haswa? Graphic designer sio tu mtu ambaye anajua kutumia Adobe Photoshop pekee. Hapana, tofauti na vile ambavyo wengi wetu tumekuwa tukifahamu juu ya graphic designer. Sio tu mtu ambaye anaishia kutengeneza logos tu. Mtu ambaye anaishia kutengeneza poster tu, flyers. Lakini graphic designer tunasema ni ila anazungumza kupitia picha, maandishi na muonekano. Sasa nataka niweze kukupatia maana ya graphic designer ambayo itaweza kukufanya usikariri. Unaposikia graphic designer, wewe unaona ni mtu tu anayejua kutumia Adobe Photoshop bila ya kuweza kutambua ni mtu ambaye anafanya kazi kubwa sana. Sasa graphic designer ni mtu anayechukua ujumbe, wazo au habari fulani na baada hapo huweza kuifanya ionekane kwa namna ambavyo mtu mwingine ataweza kuielewa kabisa kwa haraka, lakini vile vile itaweza kumvutia na kuget ile attention yake. Kwa maneno mengine, tunaweza kusema graphic designer anasaidia kuweza kupeleka taarifa kwa njia ambayo inayogusa macho na akili za watu. Kuna mambo ambayo graphic designer huweza kuyafanya, yapo mengi, lakini wacha niweze kupatia machache katika video hii ya leo. Miongoni mwa kazi zao huweza kutengeneza posters na flyers, kuunda brand identity, kuweza kutengeneza logos ambazo basi zitaweza kutambulika, lakini vile vile kuweza kuboresha appearance la content mtandaoni, na pia kuweza kusaidia biashara kuonekana tofauti na wale washindani wao. Haya ni majukumu baadhi ambayo ya graphic designer kuweza kuyafanya. Kwa ufupi, yule mtu ambaye anafanya kitu kiweze kupatikana, kiweze kuonekana kwa sekunde tatu tu na kuweza kueleweka na kukumbukwa basi huyo tunaweza kumuingiza basi katika hili grupu la graphic designer. Fikiria wewe ni muuzaji wa bidhaa fulani katika soko kubwa tu ambalo lina watu wengine wafanyabiashara wengine wanafanya biashara kama hiyo yako. Takriban 100 na mpo mnauza kitu hiko hiko ambacho hata wewe unakiuza. Lakini mmoja, inawezekana ni wewe ama mwingine, ana kifungashio kizuri tu, rangi nzuri katika hicho kifungashio, ujumbe ambao upo katika hicho kifungashio ni mzuri. Unadhani kati ya wewe ama kati ya huyo mtu mwenye hicho kifungashio na wale wengine ambao wanafanya local, wapi ambapo wateja wataweza kununua bidhaa hiyo? Wateja atakuja wengi sana kwa wewe ambaye umejaribu bidhaa yako kuiweka katika mazingira ambayo watu wataweza kuvutiwa, na wale wengine ambao wamejikita katika kuuza kimazoea, unakuta wanashindwa kuweza kupata wateja wengi kama huyo ambaye amejaribu kudesign na kuweka tofauti ya muonekano katika ile bidhaa ambayo anaiuza. Sasa huyu mtu ambaye Nuhuo, na kuweka muonekano huo ndo graphic apis ambayo tunamzungumzia leo. Watu wengi wamekuwa wanaogopa graphic design kwa sababu pengine mtu anadhani lazima uweze kuanza na Photoshop ujue kiundani sana, hapana, haipo hivyo, unaweza hata ukaanza wakutumia Canva. Canva ni rahisi, inapatikana bure, inaweza inaezaufundisha zile basic, misingi yote ambao uweze kujua ya graphic design, maswala ya alignment, font pairing, issues of balance visual spacing colors and the contrast. Yote hayo unaweza kujifunza, sio lazima hadi uweze kujua software kama Photoshop ama Illustrator, lakini unaweza kutumia Canva, tuma uka design design mbali mbali nzuri nzuri kwa kuweza kujifunza hizi principles za graphic design. Kwanza, software sio skills. Skills ni ule uwezo wa kuweza kufikiria vizuri juu ya ule muonekano design style ambao unakwenda kuitengeneza, kwa line vitu vyako vizuri, kuhakikisha unatumia zile principles za graphic design vizuri, kuweza kutengeneza kitu ambacho mtu akikutana nacho kuweza kumchukua ina get attention ya wale watazamaji na kwa kufikia ule ujumbe ambao unataka kuweza kupeleka kwa wale watu. So kama una macho ya kuweza kuona vitu vyenye kuvutia, kama unapenda vitu ambavyo vimepangiliwa vizuri, kama unapenda kuona vitu vikiwa safi, kitu kikiwa safi, una nafasi nzuri sana ya kuwa graphic designer. Niamini kama hizi sifa unaweza kutajia hapa upo nazo, jaribu kukaa kitako na kujitafakari, pengine graphic designer ndio uwanja wako ndio sehemu ambayo inaweza kuwa nzuri sana kwako na kuweza kutambulika. Nataka basi uweze kushare na mimi katika sehemu ya comment. Wewe, unafahamu? Graphic designer ni mtu gani? Pengine wewe una maana nzuri ya kuweza kumdefine huyo graphic designer, share na sisi tuweze kujifunza pamoja. Lakini vile vile kama unalo la kuchangia juu ya jambo hili, unalo la kushare na sisi sehemu ya comment hapo ipo. Like video hii ili iwafikie watu wengi zaidi. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine na natumai kupitia video hii umeweza kujifunza japo kitu kidogo hicho hicho, kinatosha kujifunza kwa siku, sio kidogo. Umeweza kuongeza maarifa na kuweza kufahamu pengine vitu ambavyo watu wengi wamekuwa hawavielewi, lakini wewe, kwa kutazama video hii hadi mwisho, umeweza kujifunza jambo hilo. Asante sana, tukutane wakati mwingine.